Kuna hadithi ambazo huzaliwa gizani, lakini hufunua nuru ya ajabu mbele ya macho ya watu. Hii ni simulizi ya Mariam, msichana aliyejikuta akilala chini ya daraja, akila mabaki yaliyotupwa na wengine. Lakini ndani ya maumivu yake Mungu aliandika hatima ambayo iliwashangaza wote waliomjua. Karibu kwenye simulizi ya maisha, simulizi ya kusikitisha, kugusa moyo na kuamsha matumaini. Usiku ulikuwa mrefu na baridi ikikata mifupa. Mariam alijibanza chini ya daraja dogo la zamani katikati ya mtaa wa watu maskini. Mikono yake midogo ilishikilia mfuko wa plastiki uliojaa mabaki ya chakula aliyokusanya mchana kutwa. Kwa macho ya huzuni, aliangalia anga lililokuwa limejaa nyota, akijiuliza kama kesho kweli itamletea tofauti. Mariam hakuwa na mahali pa kuishi. Daraja lilikuwa nyumba yake, na dunia nzima haikujali. Kila asubuhi aliamka na harufu ya maji machafu yakipita chini yake, na kila jioni alilala kwa tumbo lililoshiba mabaki. Lakini ndani yake kulikuwa na sauti ndogo ikimnong'oneza kwamba maisha haya si ya kudumu. Hapa ndipo maisha yanapotufundisha somo gumu, kwamba dunia haimhifadhi kila mmoja kwa usawa. Wapo wanaolala vitandani vyenye mashuka safi na wapo kama Mariam wanaoomba dunia iwape tu nafasi ya kuishi kesho. Je, unajua uchungu wa kulala chini ya daraja huku watu wengine wakipita juu yako bila hata kukuona? Watoto waliokuwa wakicheza mitaani walimcheka, wakimwita msichana wa daraja. Wazee waliopita karibu walimtupia macho ya dharau, wengine wakimtukana, wakidhani ni mwizi. Mariam alinyamaza, akijua hawezi kujitetea kwa mtu yoyote. Alipokuwa akikusanya mabaki ya chakula karibu na soko dogo, wauzaji walimfukuza kwa fimbi, wakimwambia aende mbali, lakini njaa ilimfanya awe jasiri. Alinunua muda kwa kusubiri hadi giza lipige, ndipo akinyakue makombo yaliyosalia. Mara nyingi jamii huamini kwamba walio mitaani wamechagua maisha hayo, lakini ukweli unafichwa. Kila mtu ana hadithi nyuma ya machozi yake. Mariam hakuwa mhalifu, hakuwa mvivu, alikuwa msichana mdogo aliyeachwa na dunia. Mara nyingi usiku alihisi hofu kubwa. Kelele za magari juu ya daraja zilichanganika na sauti za mbwa waliokuwa wakipita karibu Aliyakumbakia magoti yake akijifariji ya kuwa kesho inaweza kuwa bora, hata kama hakujua ni lini. Wakati mwingine, Mariam alijitazama kwenye kio kidogo kilichopasuka ambacho alikipata jalalani. Aliona sura yake ikipauka na macho yake yakijaa huzuni. Alijiuliza, hivi mimi ni nani tena duniani hii? Je, kuna mtu ataniona kweli? Mara moja, mama mmoja alipita na mtoto wake mdogo. Mtoto alimtazama Mariam kwa macho ya huruma na akamshika mkono wa mama yake kana kwamba alitaka amsaidie msichana yule. Lakini mama alimvuta haraka na kusema, "Usimkaribie, ni wa mitaani." Maneno hayo yalichoma moyo wa Mariam. Ni ajabu jinsi maneno machache yanaweza kuua au kuhuisha moyo. Wakati mwingine neno moja la upole linaweza kumpa mtu tumaini jipya. Lakini pale mama yule alipomkataa Mariam, ulimwengu mzima ulionekana kumnyima nafasi ya kupumua. Kwa wiki nyingi, alijifunza namna ya kuishi kwa mabaki pekee. Aliweka utaratibu, mchana anakusanya, usiku anakula. Wakati mwingine aligawa mabaki hayo kwa mbwa waliokuwa wakizunguka karibu naye. Aliona huruma kuona njaa kama yeye, lakini ndoto hazimwachi. Kila alipolala aliona taswira ya kuwa darasani tena akishika kalamu na kuandika ndoto zake. Alikunguka siku za zamani kabla ya janga lililomtoa nyumbani. Kila ndoto ilipoisha machozi yalimpukutika. Mariam hakuwahi kuzungumza na mtu yoyote juu ya maumivu yake, sauti yake ilibaki ndani, lakini moyo wake ulilia. Kwa kila usiku alijiuliza, hivi, kuna mtu anaweza kujua nilichopitia au nitabaki kuwa kivili kisicho na jina. Siku moja alipokuwa kivinjari karibu na maduka, mwanaume mmoja mwenye duka dogo la chai alimwangalia kwa macho ya tofauti. Hakumtukana wala kumfukuza, badala yake alimpa kikombe cha chai moto. Mariam alisita kukipakea, kuhofia huenda ni mtego, lakini joto la kikombe kile lilimfanya machozi yamchuruzike. Alishindwa kuamini kwamba bado kulikuwa na mtu anaweza kuona utu wake. Hapo ndipo moyo wake ulipepesa mwanga mdogo wa matumaini, mwanga ulioanza kuzima zima la maisha yake chini ya daraja. Baada ya kupokea chai ile moto kutoka kwa yule muuza chai, Mariam alirudi chini ya daraja akiwa na hisia michanganyiko. Kwa mara ya kwanza alihisi kama mtu aliyetambuliwa, lakini ndani yake kulikuwa na hofu kubwa. Vipi kama anataka kunidhuru? Alikumbuka sababu iliyomfanya akimbie nyumbani. Baba yake alifariki mapema, mama yake akafunga ndoa tena na mume mpya. Mume huyu alikuwa akimtazama Mariam kwa macho ya baya, na mama yake alishindwa kumlinda. Usiku mmoja akakimbia bila kurudi tena. Watu wengi hukimbia mitaani si kwa sababu wanapenda maisha hayo, bali kwa sababu wanakimbia machungu yasiyoweza kuvumilika nyumbani. Mariam alikuwa mfano wa sauti za watoto wengi waliokimya, waliokimbia kwa ajili ya usalama wao wenyewe. Usiku alihisi hofu kubwa sana. Kelele za magari juu ya daraja zilichanganyika na sauti za mbwa waliokuwa wakipita karibu. Aliyakumbatia magoti yake akijifariji, ya kuwa kesho inaweza kuwa bora, hata kama hakujua ni lini. Hapo ndipo tunaona kwamba maisha ya barabarani si hadithi ya filamu, bali ni maumivu ya kweli. njaa baridi na mvua vinapokuwa washirika wako wa kila siku, moyo unaanza kuamini kwamba dunia imesahau kuwepo kwako. Asubuhi moja alipokuwa akijipanga, yule muuza chai alifika karibu na daraja. Alimwangalia Mariam na kuuliza, wewe unaitwa nani? Mariam alibaki kimya muda mrefu, ndipo akamjibu kwa sauti dhaifu, Mariam. Ilikuwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu mtu kumuuliza jina lake kwa heshima, Mariam alihisi kama dunia ilianza kumbuka kuwa yeye bado ni binadamu mwenye jina na historia. Yule mwanamume alimtazama kwa muda kisha akatabasamu. Nitakuwa nakuletea chai kila asubuhi, sawa? Lakini usiogope, alisema kwa upole. Mariam alitazama macho yake akitaribu kusama ukweli wake. Aliona nuru ndogo kila mtu anaweza kuwa malaika katika maisha ya mtu mwingine, hata kwa tendo dogo tu. Kikombe cha chai, swali la jina au tabasamu linaweza kufufua moyo uliodafa. Wakati mwingine tunachohitaji si pesa, bali uthibitisho kwamba bado tuna thamani. Mariam alianza kutamani kusema mengi, lakini ulimi wake ulikuwa mzito. Alitaka kumwambia ndoto zake, alivyokimbia nyumbani na jinsi alivyoishi chini ya daraja. Lakini hofu ya kusalitiwa ilimfunga kimya. Usiku uliofuata alilala akijisemea, kwa nini aliniuliza jina langu? Kwa nini amenitazama kwa macho ya tofauti? Machozi ya furaha na hofu yalichanganyika. Hakujua kama hii ni mwanzo wa mwanga au ni mtego mpya. Lakini moyoni mwake aliamua jambo moja. Hata kama dunia nzima imempuuza, ataendelea kuishi atashikilia ndoto zake hata kama zitaishi ndani ya akili yake tu. Hii sauti ndani ikawa nguzo yake ya kila siku. Na wakati huo huo yule muuza chai hakukata tamaa, alianza kujitokeza karibu na daraja kila siku. Kidogo kidogo uhusiano wa ukimya kati ya Mariam na yule mwanaume ukaanza kuchora picha ya tumaini jipya. Asubuhi moja ya Jumamosi Mariam alipokea kikombe cha chai moto kutoka kwa yule muuza chai kama kawaida, lakini leo aliambatanisha na kipande kidogo cha mkate. Kula Mariam, afya ni muhimu, alisema kwa upole. Mariam alichukua kwa aibu, macho yake yakibubujika machozi. Mariam hakuwahi kuamini kuna mtu angeweza kumjali kiasi hicho. Alihisi hofu, lakini pia shukrani ndani ya moyo wake. Alijua labda huyu mtu ndiye ishara ya Mungu kwamba bado nina nafasi ya kuishi tena. Hata katika giza nene la maisha, mara nyingine tunapewa cheche ndogo za mwanga, lakini je, tunakuwa tayari kuzikubali? Wengi wetu tunafunga mioyo yetu kwa hofu ya kuumizwa tena. Mariam alikuwa kwenye kipimo hiki cha imani. Siku moja jioni, Mariam alikumbwa na hatari. Kundi la vijana wahuni, karibu, wahuni waliokuwa wakipita karibu walimwona akiwa chini ya daraja. Wakaanza kumzomea na kumtupia mawe madogo. "Wee maskini, toka hapa!" walipiga kelele. Mariam alijifunika kwa mikono akitetemeka. Alikimbia pembeni ya daraja akijaribu kujificha, lakini vijana hao waliendelea kumcheka. Ilikuwa ni kio cha maisha yake yote, kudhalilishwa kwa sababu ya hali yake. Ghafla yule muuza chai alifika akibeba rungu dogo. "Acheni huyu msichana," aliamuru kwa sauti kali. Vijana waliposikia hasira yake walikimbia huku wakicheka kwa kejeli. Mariam alibaki akitetemeka akishangaa kwa mara ya kwanza mtu kumtetea. Ni nadra sana kukutana na mtu anayesimama kwa ajili yako bila faida yoyote. Katika dunia iliyojaa dhuluma, kitendo cha kusimama upande wa mnyonge ndicho ushahidi wa utu wa kweli. Muuza chai alithibitisha kuwa bado wapo wanaothubutu. Baada ya vurugu hizo, Mariam aliketi kimya, Machozi yakimtiririka usoni. Yule mwanaume alimkaribia akamwambia, "Usiogope, mimi niko hapa." Maneno hayo yalimchanganya kwani yalikuwa maneno aliyoyakosa tangu utoto wake. Kwa muda mrefu, Mariam aliendelea kumwangalia mwanaume huyu kwa shaka. Alijiuliza, "Kwa nini ananisaidia? Atataka nini baadaye?" Hata hivyo, moyo wake ulianza kutetemeka kwa tumaini jipya. Kila siku aliporudi na kikombe cha chai, aliongea naye kwa maneno machache tu. Mara nyingine alimuuliza maswali madogo, uko salama? Umeamka vizuri? Hata maswali hayo madogo yalikuwa baraka kubwa kwa Mariam. Lakini nyingine, tunapochoka na dunia tunasahau thamani ya maneno madogo, habari yako? Umelala salama? au na kuthamini. Kwa Mariam, maneno haya madogo yalikuwa kama dawa kwa moyo wake uliovunjika vipande vipande. Lakini usiku mmoja, hofu ilirudi tena. Alipokuwa amelala ndoto mbaya za nyumbani zilimtesa. Aliona sura ya mume wa mama yake akimfukuza kwa ghadhabu. Alipoamka moyo wake ulipiga haraka na baridi ikapita mwilini mwake. Asubuhi yake hakutaka kuchukua chai. Alikaa pembeni akijificha, lakini yule muuza chai alikuja tena, akaketi mbali bila kumkaribia. Hakusema chochote, bali alimwachia kikombe chake pale chini ya daraja na kuondoka. Kitendo hicho kilimgusa zaidi. Siku hiyo Mariam aliamua kwa mara ya kwanza kumtazama usoni yule mwanaume na kusema kwa sauti ya chini, asante. Neno dogo, lakini kwake lilikuwa mwanzo wa kujenga daraja jipya kati ya nafsi yake na dunia. Na hivyo katika kipimo cha uvumilivu, Mariam alianza kuona kuwa huenda bado kulikuwa na binadamu wachache wenye mioyo safi. Alianza kuamini kuwa giza lake linaweza kuanza kupasuliwa na mwanga, hata kama mwanga huo ulikuwa mdogo sana. Muda ulivyopita, yule muuza chai alianza kumshawishi Mariam kuacha kukaa njaa. Kila alipopita karibu na daraja, alimwachia pande cha mkate au kikombe cha chai. Mara nyingine alimwambia Mariam, tumaini bado lipo, usikate tamaa. Awali Mariam aliona haya, alijiuliza kwa nini mtu aliyetokana na dunia ile ile iliyomkataa sasa angekuwa tayari kumsaidia. Lakini polepole pole alihisi moyo wake ukifunguka kama ua dogo lililokuwa likianza kuchanua tena baada ya kukanyagwa mara nyingi. Hatujui thamani ya msaada mdogo hadi tunapokuwa kwenye giza. Kipande cha mkate kinaweza kuwa ukuta unaozuia mtu asife njaa. Hapo ndipo tunaona kuwa si ukubwa wa msaada, bali moyo uliopo nyuma yake. Mariam alianza kujisikia salama zaidi, alianza kumwamini yule mwanaume ingawa hakuuliza jina lake kwa muda mrefu. Usiku moja alijiuliza, labda huyu ndiye mtu wa kwanza anayeona mimi ni zaidi ya msichana wa daraja. Siku moja alipokuwa amekaa karibu na duka lake, Mariam alisimulia kwa mara ya kwanza ndoto yake. Alisema kwa sauti ndogo, "Nilitamani kusoma tena. Nilipenda sana kuandika hadithi shuleni." Mwanaume alimsikiliza kwa makini bila kumkatisha. Machozi alijaa machoni kwa Mariam alipoendelea. Lakini sasa ndoto hizo zimezikwa na maisha yangu hapa. Yule muuza chai alinyamaza, akimwachia nafasi ya kufuta machozi yake mwenyewe. Ndoto haziwezi kufa, zinaweza tu kulala ndani ya mioyo yetu zikisubiri mtu wa kuzifufua. Maneno ya Mariam yalikuwa kama mlango mpya ulioanza kufunguliwa, mlango wa tumaini ambalo lilikuwa limezama kwa muda mrefu. Muda ulivyosonga, Mariam alianza kubadilika. Siku moja alimwona mtoto mdogo akiokota vipande vya chakula karibu na soko. Mariam ingawa hakuwa na mengi, alimpa sehemu ya mabaki aliyokuwa ameyakusanya. Chukua, usije ukalala njaa, alimwambia. Mtoto yule alitabasamu kwa shukrani. Kwa mara ya kwanza, Mariam alihisi fahari ndogo ndani yake. Ilikuwa kama alirudishiwa heshima ya utu, kwamba hata yeye aliye chini ya daraja bado angeweza kusaidia mtu mwingine. Siku iliyofuatia, muuza chai alimwambia Mariam kuna watu wanasaidia wasichana mitaani, wanatoa nafasi ya shule na makazi. Ungependa ni kuwasilishe nao? Mariam alibaki kimya, moyo wake ukipiga nguvu. Wakati mwingine tumaini huja kama mlango mpya, lakini tatizo ni kwamba tunaogopa kuuvuka. Kuogopa kuumizwa tena inafanya wengi kubaki gizani. Swali likabaki, je, Mariam atathubutu kuchukua hatua hii? Mariam alihisi hofu kubwa. Je, Wataniamini kweli? Je, wataniona kama msichana wa thamani? Aliogopa kurudia maumivu aliyopitia nyumbani na kudharaulishwa mitaani. Lakini moyo wake ulipojua kwamba alikuwa tayari kujaribu, alimwangalia muuza chai na kusema kwa sauti dhaifu, "Ningependa kujaribu, lakini naogopa." Mwanaume alitabasamu. "Usiogope. Nitakuwa karibu nawe." Kwa siku kadhaa Mariam alijisikia kana kwamba dunia imefungua dirisha dogo la mwanga. Aliendelea kulala chini ya daraja, lakini mawazo yake sasa yalihama kutoka kwa njaa na baridi kwenda kwenye ndoto za kuwa darasani tena. Mariam alipoanza kuzoea maisha mapya aliyopata, bado hakuamini kabisa kuwa ndoto yake ya kuondoka darajani ilikuwa imefanikiwa. Aliendelea kuamka kila asubuhi akiwa na hofu fulani. Je, hii ilikuwa kweli au ndoto nyingine itakayovunjika ghafla? Alijikumbusha mara kwa mara yale magumu aliyoyapitia, akiahidi moyoni kwamba hatarudi tena kule. Siku moja alikutana na msichana mdogo mtaani aliyekuwa akitafuta chakula kwenye mapipa ya taka, taswira iliyomrudisha haraka kwenye kumbukumbu za maisha yake ya zamani. Macho yake yalijaa huruma, hakuweza kuendelea kupita tu. Alimuita yule msichana na kumpa chakula kidogo alichobeba kutoka nyumbani. Msichana yule alitabasamu kwa shukrani, tabasamu lililomgusa Mariam kwa kina. Ndipo akajua kwamba huenda Mungu alimvusha kwenye giza ili leo awe mwanga kwa wengine. Alibaki akitazama macho ya yule binti, akikumbuka jinsi ambavyo yeye mwenyewe alikuwa amepita njia hiyo ya maumivu. Ni kweli mara nyingi tunapopona majeraha yetu tunatamani tusiyasikie tena, lakini kumbuka, ndiyo silaha inayoweza kuokoa wengine wasiopotee kwenye njia uliopitia. Kwa msaada wa familia mpya iliyomchukua Mariam, alianza kujifunza ujasiriamali mdogo. Alipewa mtaji wa kuuza vitambaa sokoni, jambo lililompa nafasi ya kujitegemea. Mara ya kwanza alihisi hofu, lakini ndoto ya kujitegemea ilimshinda hofu hiyo. Kila siku alipokuwa sokoni, alipata wateja wachache waliomsifia kwa tabia yake ya unyenyekevu na tabasamu lake. Ingawa faida ilikuwa ndogo, moyo wake ulijaa furaha kubwa. Alihisi maisha yakianza kupata maana tena, tofauti kabisa na alivyokuwa darajani. Lakini changamoto hazikukoma. Mara nyingine alipata wivu kutoka kwa wauzaji wenzake waliomwona mgeni sokoni. Walimkejeli wakimtaka aondoke. Mariam hakujibu chochote, aliendelea na kazi yake kwa bidii. Ndani yake aliapa kuwa hata ruhusu maneno ya watu kumrudisha nyuma. Alipoona faida ndogo ikianza kuongezeka, alianza kuweka akiba. Kila shilingi aliyohifadhi ilimkumbusha siku alizokuwa akitafuta mabaki ya chakula chini ya daraja. Hali hii ilimjenga zaidi na moyo wake ukawa thabiti kama chima kilichopitia moto mkali. Hapa ndipo ukweli wa maisha unapojionyesha. Tulichopitia jana kinaweza kuwa mtaji wa leo ikiwa tu hatutaacha hofu itutawale. Maumivu ya zamani ni mbegu ya uthabiti wa leo. Siku moja alikutana na mteja mkubwa. Alipendezwa na vitambaa vyake na kumpa oda kubwa ya kuupeleka dukani kwake. Mariam alibaki amedua kwa mshangao na furaha. Alijua kwa hakika hii ilikuwa baraka kubwa isiyo ya kawaida. Kwa mara ya kwanza alihisi ndoto ya kuwa mfanyabiashara mwenye heshima inaanza kuota mizizi. Alikimbia nyumbani kwa furaha, akiwaambia wale waliomlea kuhusu oda hiyo. Wote walimshangilia wakimwambia, hii ilikuwa ishara ya mwanzo mpya. Mariam hakusahau kumshukuru Mungu kwa hatua hiyo. Alikaa usiku kucha akipanga namna ya kukamilisha oda hiyo. Machozi ya furaha yalitiririka tena, tofauti na yale ya zamani yaliyokuwa ya mateso. Safari yake ilikuwa ikigeuka kuwa shuhuda ya matumaini. Hata hivyo, ndani ya moyo wake kulikuwepo na hofu ndogo, kwamba mafanikio haya mapya yanaweza kumfanya asahau alikotoka. Alijiambia kila mara kwamba bila daraja na mateso yake Hasingekuwa Mariam aliyesimama kwa ujasiri leo. Kwa siri, alienda tena chini ya daraja usiku moja. Aliweka mikono yake juu ya mawe baridi aliyowahi kulalia, akafunga macho kwa muda mrefu, ndipo akaahidi moyoni, sitawasahau waliobaki hapa, nitaendelea kuwa mshikamano wao. Ahadi hiyo ilimjenga, ikamfanya awe na shauku zaidi ya kusaidia wengine. Alianza kutenga sehemu ya faida yake kwa ajili ya kununua chakula na kukipeleka kwa watoto waliokuwa bado wanahangaika mitaani. Hatua hii ikawa sehemu ya maisha yake ya kila wiki. Wema wa kweli huonekana pale mtu anapojitoa hata baada ya kupata mafanikio. Ni rahisi kusahau machungu, lakini ni wachache wanaoyatumia kama daraja la kuinua wengine. Habari zake zilianza kusambaa mitaani. Mwanamke kijana aliyewahi kulishi darajani sasa alikuwa mfanya biashara mchanga na mwenye moyo wa kusaidia. Watu wengi walimwona kama mfano wa kutia moyo na heshima kwake iliongezeka siku baada ya siku. Lakini ndani ya heshima hiyo bado kulikuwepo na maswali mengi yasiyojibiwa. Je, hatma ya Mariam ilikuwa kuendelea kuwa mfanyabiashara tu, au kulikuwa na baraka kubwa zaidi iliyokuwa ikimsubiri mbele ya safari hayo Yalisali kuwa siri ya Mungu aliyemwokoa. Miazi ilipopita na biashara ya Mariam iliendelea kukua kwa kasi ya ajabu. Sasa alikuwa anauza vitambaa kwa maduka makubwa na mara kadhaa alipokea oda za harusi na sherehe. Wale waliomwona zamani chini ya daraja walishindwa kuamini macho yao. Mara nyingi Mariam alitafakari maisha yake, kutoka kulala kwenye mawe baridi hadi kukaribishwa kwenye ofisi kubwa za wafanyabiashara maarufu. Wakati mwingine alijipika kofi taratibu mashavuni ili kuhakikisha hakuwa naonda. Ndoto yake ilikuwa ikigeuka kuwa historia. Siku moja alialikwa kutoa shuhuda kwenye mkutano wa vijana uliokuwa umeandaliwa na shirika lisilo na serikali. Alipanda jukwaani akiwa na hofu ndogo, lakini macho yake yalijaa ujasiri. Alisimulia hadithi yake yote bila kuacha kipande chochote. Kuna nguvu kubwa kwenye ushuhuda. Maumivu ya jana yakisimuliwa leo huwa taa ya mwongozo kwa kesho ya wengine. Watu waliomsikiza walilia, wengine walitabasamu kwa tumaini jipya. Vijana wengi waliokuwa wakikata tamaa walimfuata baada ya hotuba, wakimwambia Mariam, umeokoa ndoto zetu. Ndipo akatambua thamani halisi ya safari yake. Kila aliposhiriki hadithi yake, hakujivunia utajiri wala mavazi aliyokuwa nayo, bali alisisitiza ule wakati mgumu chini ya daraja. Hapo ndipo alipojua kwamba Mungu hakumwacha ili aendelee kubaki historia ya uchungu, bali awe sauti ya matumaini. Hata wale waliokuwa wakimdharau sokoni mwanzoni, sasa walimkimbilia kwa ushauri. Hakuwa na kinyongo, aliwakaribisha kwa moyo mkunjufu. Aliamini kwamba msamaha ni daraja lingine la kupona nafsi. Mariam pia alifungua kikundi cha kusaidia wasichana waliotelekezwa mitaani. Kila wiki aliwaita aliwasikiliza na kuwapa chakula pamoja na mafunzo madogo ya kujitegemea. Alijua fika hakuna mtu anaye maumivu makali kuliko anayesahaulika. Sauti yake ikaanza kusikika mbali zaidi hadi vyombo vya habari vilipoamua kumhoji. Alipomulizwa chanzo cha nguvu zake alijibu kwa unyenyekevu, nilijifunza kuwa giza ni mwalimu bora, bila daraja singejua maana ya mwanga. Kauli hii ni ya dhahabu. Kila mtu ana daraja lake la maumivu. Swali ni utalibeba kama mzigo au utalitumia kama ngazi ya kupanda? Hali yake ya kiroho pia iliongezeka. Alijifunza kusali kwa shukrani kila siku, sio kwa kuomba mali, bali kwa kumshukuru Mungu kwa nafasi ya kuishi na kuwasaidia wengine. Huo alikuwa mwanzo wa amani ya kweli moyoni mwake. Siku moja alitembelea tena daraja alilowahi kulala. Mara hii hakuwa na machozi ya huzuni bali machozi ya shukrani. Alipiga magoti pale pale alipowahi kulala na kuapa, sitawaacha waliopo hapa, nitakuwa sauti yao. Alianza kushirikiana na mashirika makubwa kutafuta makazi ya kudumu kwa watoto wa mitaani. Ingawa changamoto zilikuwepo, moyo wake haukuchoka. Alijua kila jitihada ndogo ilikuwa ni suluhisho kwa mtu mmoja. Kadri muda ulivyopita, watu walimuita dada wa daraja, si kwa kejeli bali kama heshima kwa historia yake na moyo wake wa huruma. Mariam aliutunza jina hilo likiona kama kumbukumbu ya baraka alizopokea ndani ya jamii. Heshima yake ilizidi kuongezeka, watu walimwona kama mfano wa uthubutu na uthabiti. Mara nyingi alikaribishwa kwenye sherehe za kijamii na kila mara hakuwaachia watu bila kuwakumbusha kwamba maisha ni zawadi ya thamani. Kila simulizi inafunza. Hadithi ya Mariam siyo ya kuhurumia bali ni darasa la kuamini kuwa giza ni lango la mwanga. Hii ndiyo nguvu ya hatima. Sasa Mariamu hakuwa tena yule msichana dhaifu wa darajani, alikuwa mwanamke shupavu aliyejua maana ya maumivu na thamani ya faraja. Ndoto zake zilikuwa kubwa zaidi ya biashara, ndoto za kubadili maisha ya wengine. Na hivyo hadithi yake ilibaki kuwa ya mshangao kwa wote, kutoka kuishi chini ya daraja akila mabaki hadi kuwa msaada na tumaini la wengi. Mariam alithibitisha kwamba hatima ya mwanadamu haimo katika mikono ya maumivu, bali ipo katika mikono ya Mungu.